Msiondoke bila kupata baraka. Tumsifu Yesu Kristo! Tumsifu Yesu Kristo! kanisa Kristo Baba Paloko, mwenyekiti wa halmashauri ya walei ya parokia yetu ya damu azizi wa Yesu, tambue uwepo mwenye wa mwenyekiti wetu wa mtaa, kwaya ya mtakatifu Gaspari, nitambue pia uwepo wa wenzetu wa Rita Kasha, ndugu waumini wote tuliojumuika pamoja siku ya leo, Baba Paroko, nasimama hapa kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetuwezesha kutujalia baraka zake nyingi ushiriki katika ibada hii ya misa takatifu siku hii ya leo. Kipekee nichukue fursa hii kushukuru sana uongozi wa kwaya ya mtakatifu Gaspari kwa heshima kubwa walionipa ya kunialika kushiriki nao siku hii ya leo, siku ya kihistoria kwenye uzinduzi wa albamu yao. Lakini pia siku hii imekuwa kwangu kubwa kwa sababu wameniwezesha kuweza kufika na kustaajabu uzuri na ukubwa wa kanisa ambalo waumini mmeifanya kazi kubwa sana. Naomba mniruhusu nianze hotuba yangu fupi kabisa. Kwanza ni shukurani kwa heshima kubwa ya kushiriki nanyi siku ya leo. La pili nichukue fursa hii kuwapongeza sana waumini wote kwa kazi kubwa mliyoifanya ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Ni kanisa kubwa, kanisa zuri, linaendana na mazingira ya dunia ya leo. Hongereni sana mpaka hapa mlipofika. La tatu, niko hapa leo kushirikiana nanyi katika zoezi liloko mbele yetu la uzinduzi wa albamu. Niliomba ruhusa kwa sababu ya ratiba zangu nyingi, nitashindwa kushiriki katika ile hafla ndogo mlioiandaa, kwa mimi nitaomba nimalize mambo yangu hapa hapa, alafu ninyi mtakwenda kumalizia ukumbini. La nne parokia ya Damu Azizi ya Yesu Precious Blood imenikumbusha mbali kwa maana ya jina, na nimefurahi kuwepo hapa, kwa sababu wakati nikiwa seminarini pale Morogoro Mtakatifu Francis wa Sale, nilipokuwa nikienda mapumziko nilikuwa nakwenda kupumzika katika seminari kuu ambayo hivi sasa ni chuo kikuu cha Mtakatifu Jordan pale Morogoro, lakini maisha yangu yote nimelelewa ndani ya shirika la Precious Blood, ambayo ndio damu azizi kama parokia yetu inavyoitwa na baba paroko. Wakati nimepata mtihani wa kwenda chuo kikuu Mzumbe au kwenda seminari kuu kwa ajili ya kuendelea na upadri, nilijifungia pale Morogoro kwa wiki mbili kumwomba Mwenyezi Mungu aniongoze vema. Kwa hiyo nilivyoliona jina hili likanikumbusha mbali sana katika historia ya maisha yangu ya kikanisa, na kwa sababu nimefika hapa baba, basi na mimi sitawaacha hivi hivi kwa kazi kubwa ambayo umeifanya kama ambavyo Injili ya Matayo Mtakatifu sura ya sita mstari wa 19 mpaka wa 34, unavyosema kwamba hazina yetu siyo ya duniani, hazina yetu ni ya mbinguni. Na mimi katika kulitimiza hilo siku ya leo nitakuwa sehemu ya wale ambao watawezesha nyumba ya Bwana kuweza kukamilika. Kwa hiyo nimefurahi sana kuwa nanyi siku ya leo, lakini kwangu pia ni sehemu ya shukurani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mambo makubwa ambayo ameendelea kunitendea na hasa katika safari yangu. Kwa hiyo pia itakuwa ni sehemu ya shukurani, kwa sababu naamini kupitia kanisa ndio itakuwa shukurani yangu ya kweli. na mara zote nimekuwa nikifanya hivyo ya eneo sahihi kabisa ambao wanaona ni sehemu ya kuwasilisha shukrani zangu ni katika matukio kama haya ambayo naamini ni matukio ya kumpendeza Mungu. Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 11 mpaka wa 19, wakati Yesu akipita katika miji ya Galilaya akielekea kule Samaria alikutana na wakoma kumi ambao walihitaji utakaso wake, na Yesu aliwaambia, enendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Katika wale wakoma kumi ambao walikwenda kujiesha kwa makuhani wakatakasika, ni mmoja tu aliyerudi kumshukuru Mwenyezi Mungu na Yesu alimuuliza wale kenda wengine wako wapi? Mimi nisingependa nisinge kuwa sehemu ya wale kenda. Mimi ni mmoja nirudi kushukuru kanisa langu na Mwenyezi Mungu kupitia kazi ambayo iko mbele yangu, na leo nitaonyesha shukurani zangu kwa Mwenyezi Mungu kupitia mimi. Ndugu zangu wa kwaya Mtakatifu Gaspari, nawapongeza sana mlianza tarehe kumi na sita mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mkiwa watu tisa. Tarehe ishirini na mbili mwezi wa kwanza mwaka elfu mbili na ishirini na tatu kuongezeka mpaka watu hamsini wa na mbili na kwaya kazinduliwa rasmi. Ni jambo kubwa, ni jambo jema, wa waparoko walivyosema. Mtakatifu Agustino anasema kusali ni kuimba. kuimba ni kusali mara mbili. Mmelitimiza me, me, hili kwa kiwango kikubwa sana. Nawapongeza sana mpaka hapa mlipofikia, lakini nawapongeza zaidi kwa mradi mlioufikiria. Hongereni sana, Mwenyezi Mungu awabariki, hayo ambayo mmeanuia yakatimie. Mwisho ukienda sehemu, ukialikwa, wakiwa mgeni rasmi hata ukiongea maneno mazuri vipi, kuna sehemu watu wanaisubiri <laughs> nami. Na mimi singependa nipoteze muda wenu mrefu, muda wenu mwingi, tafanya mambo mawili: la kwanza ni la kwaya, la pili la kanisa. Nimesikiliza kupitia baba paroko matamanio ya kwaya ya kuanzisha mradi kwanza nimefurahi mmeanza katika udogo, ili mkuwe na mradi wenu, na naamini mtafanikiwa katika matamanio yenu ya kuwa na usafiri. Mimi kwa nafasi yangu nataka niwahakikishie kwamba kesho, kabla ya saa tano asubuhi, nitakuwa nimewakabidhi bajaji yangu moja, kama sehemu ya mchango wangu kwenu kama kwan kabla ya saa tano asubuhi mtawakabidhi bajaji yangu baba. Kwa upande wa kanisa mwenyekiti amenishirikisha ameniambia kazi iliyopo mbele yenu hivi sasa, tuna kazi ya pale mbele kupatengeneza pakamilike, nondo zimeshasukwa tayari tunahitaji saruji, tunahitaji kokoto, tunahitaji na mchanga ili paweze kukamilika. Baba Paroko, nataka nikuhakikishie pia kabla ya kufika Ijumaa nitakuwa nimekabidhi kwa mwenyekiti gari la tani thelathini la saruji ambayo ni sawasawa sawa, na mifuko mia sita ya saruji ili kazi ya Mungu itimie. Baada ya kuyasema hayo, nawashukuru sana. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Shukrani.